Ida ukoli imehifadhi picha hiyo, ni nakli bashi ya moja kwa moja ambazo masheko wezungumza. Kwa basi hiyo picha ni ni ile kama kuzungumza na mtu mamoja kakene kioo numauko. Kwa hiyo nakli ya moja kwa moja kama hahifadhi, haitumiki kama hizi ambazo ni za kuhifadhi Wanachmesema hii haina hai shida mm, katika nakurubashi, ndo hii alimesema kama vile kioo kwamba ukitoa haipotea, kwa hiyo aasema hii haina shida. Kama kuna haja ya kufanya hivyo, hamna tatizo, haichukui kama taswiri yani n kama vile ni mtu tu naonana, lakini kupitia kwenye kioo, kwa sababu hahifadhi, haina iktina, hakadhalika

aasaa kwamba je, hizi foto nikuwepo. Sheikh ametuzindua katika swali nakojamo na kuwepo, kuna baadhi fulani ambayo inataka kuwaonyesha, kuwasuhumizia watu kwamba alhukmu yaduru maa illatihi wujudan wa adaman, hukmu inatembea na inazunguka na sababu yake. Zana za mtume salallahu alaihi wasalam, picha zilikuwepo, zile zilizokuwepo, hapakuwepo na kamera hii, mnaelewa hapakuwepo na kamera. Picha zilizokuwepo ni picha za kuchonga kwa mkono, lakini pia na zina ziliitwa nini, sura kwa sababu ilikuwa ni kuchomwa, kinachotazamwa ni kupiga picha viumbe wenye roho. Hiyo ndio ila kwamba kupiga picha dhawati arwah kwa namna yeyote. Kwa hiyo hizi picha zinataja taswiri, zitaja taswiri kwa zile zilizokuwepo, ni sawasawa na pombe. Pombe iliyotajwa wakati ule inawezekana sasa ukaitafuta haipatikani. Sasa kuna aina nyingi za pombe hazikuwepo wakati ule. Lakini kinachotazama ni kulewesha, ni kufanya nini? Kulewesha ukija kawatafuta dalili ya bia eo, nini, lakini kinachotazama ni nini? Ni kule kulewesha, muski haram. Kwa hiyo na picha kwa namna yoyote ile, kubadilika na kuendelea kwa upigaji wa picha hakuitoi katika uwasiliano. Picha zizokwepo kikaza kuchonga na kuchora hizo ndio picha zilizokuwepo. Ndio design ya uchoraji uliokuwepo, sawa sawasawa. Lakini eh, kadri inapokwenda ile hali hubadilika, ile hali hubadilika. Watu watakitabu kwasababu kuchonga naona anapata shida, kwa hiyo anatumia njia rahisi katika hii. Na wanachuoni wakasema hizi zinaweza zikawa ni haramu zaidi, zikawa ni shida zaidi kuliko zile za kuchonga kwa sababu hizi yameongezeka, baya hayakuwa katika kuchonga. Yameongezeka nini? Imeongezeka yame rangi, imeongezeka uzuri, kwa sababu hizi ni nzuri tofauti, imeongezeka kujitikisa. Zile hizi zinajitikisa, eh, kwa hiyo hizi zinakuwa ni haramu, zinakuwa zina uzito kuliko nini? Kuliko zile ambazo zilizokweta, lakini illa hivyo kwamba illa ni nini ni taswiru dawati larwahi kupiga picha viumbo kwa aina yake niiki na hapa, ziko aina ambazo zimetajwa hapo, lakini yote inaingia katika sura hii. Naomba nadhani takuwa nimeelewekasha. Naam, eh na zinapicha ndani yake, kwenye biashara ambazo zinapicha. Yani alhasil ya ikhwan, kama anasema, kama unaweza kuziondoa unaweza ukaziondoa. Kama haiwezekani na ndio hali halisi, wezi kuiepuka na ile bidhaa ina haja na hakuna namna, basi katika hali hii ya udharura lakini siwe unauza kuna tofauti ya kuuza picha kama picha na vitu ambavyo vina nini, vina picha. Simenielewa bao? Kwa hiyo unauza vitu, unauza bidhaa zako nyingi na zinahitajika, e, ni huduma, lakini kuna hayo mama nama nama nama nama kwezo, yuhali, ilo, na nambayo sio wewe na hakuna namna ya fattaqullaha mastatwatum, unaweza kuepuka hiyo hali, kumcha Allah katika hilo na mcha Allah katika lakini kama kuna bidhaa au biashara ambayo asilimia tisini na tisa ni kwenye picha, Allah kusalimisha katika hiyo hali ni katika biashara ambayo iko vizuri zaidi. Naam. Shambaafa ametukuusha masala muhimu kupicha liu, picha viumbe wenye roho na wanasema aemu, kinachozingatiwa katika kiumbe ne roho kichwa, kama utachukua ile sehemu lakini bila kichwa ile shida apwaiweshida simemelewa. Ndio maana ukiwa na kitu kifaa kimeshindikana sasa kuondoa picha, basi ondoa ile nini kichwa, kwa sababu hiyo sio yaani, haingii huko, hakina roho tena Eh, akisadiki ni mtu. Usipokuwa mtu wakati una kichwa, kwa hiyo ujitahidi kutoa ile ile kichwa sa, ama mkono, sijui hiki ya wanasema haina shida katika hali hapo. Barakallahu anda kishia sallallahu alaihi wasallam, jazakumullahu khairan wa afwa minkum.